Mkutano na waandishi habari ulifanyika katika ofisi ya Rejefi au umoja wa waandishi habari wa Fizi leo Juni 11 mwaka 2025, mbele ya waandishi habari kutoka vituo vya redio mbalimbali pamoja na mitandao chini ya usimamizi wa kiongozi wa umoja wa kitaifa wa vyombo vya habari vya Kongo sehemu ndogo ya Uvira Fizi, Mheshimiwa Patient de baba Lufira. Madhumuni ya majadiliano haya yalikuwa ni kuzingatia taaluma ya vyombo vya habari katika hali ya hewa yenye sifa ya janga la kibinadamu na kutoa fahamu kuhusu utangazaji wa vyombo vya habari vya kibinadamu. Kulingana na kiongozi wa sehemu ndogo ya Uvira Fizi inahitaji kushiriki nanyi mambo fulani, ikiwa ni pamoja hali au changamoto za vituo mbalimbali vya mbali redio, uamuzi wa sezaki kwenye vyombo vya habari, kuongezeka kwa vyombo vya habari na waandishi habari, ushirikiano kati wa vyombo vya habari kutoka Baraka na tarafa ni Fizi, ushirikiano kati wa vyombo vya habari na wakuu viongozi ulinzi wa waandishi habari, jukumu la UNPC kuelekea umoja wa waandishi habari wa Fizi. Video hii inaonyesha rasmi namna gani mkutano huo ulivyopitika. Asha habari, tunakuwa na furaha ku... ya kuwapokea ndani ya ukumbi wa mkutano ya Rezo uh...

ambayo tumeanza tangu siku ya kwanza kwa ajili ya ku, tulikuja kuona kuzungumza, kujadiliana kati ya wapashaji habari, viongozi wa mareju kuhusu hali eh, ya kazi ambayo tunaifanya kama vile eh, wapashaji habari ndani ya eneo hii ya, uh, ya, ya, ya ya Baraka na ya Fizi, na tulisema ya kwamba tunakuwa na pointi kama vile tano au ine ambayo tutazungumzia katika hii hotuba yetu. Pointi ya kwanza ni matumikio na hali ya media za, za hapa Baraka na Fizi. Pointi ya pili ni azimio iliyotolewa na kitengo cha KYAS cha Sesaki kuhusu upashaji wa habari. Ya tatu ilihusu shida kubwa ambayo tuligundua ya mafunzo wa faida ya wa upashaji wa habari e, nne Pointi ya ine ni kuhusu mawasiliano kati ya wakuu viongozi na vitengo mbalimbali vya serikali pamoja na wapashaji habari na mareju. Na kwa nukta ya tano, tutazungumzia kuhusu umoja wetu na kuzungumzia pia kuhusu namna eh... gani tutadumisha pia majadiliano yetu kati wa wapashaji ya habari. Kwa pointi ya kwanza tusema ya kwamba eh redio za Baraka na tarafa la Fizi uh, zinakumbana na shida ya ukosefu wa umeme, na ile ukosefu wa umeme inaleta tatizo nyingi nyingi sana. Hiyo kosa umeme inatumana redio zinapunguza masaa au masaa za kuweza kufanya kazi, na ile haisaidii sana kwa kuwa eh, hali kama na hiyo inatumana, ilitumana maredyo kukosa masponsa, maredyo kukosa ma eh, makontra ya collaboration ama makontrat ya matumikio na ma ONG na masociete aiza eh, kukosa pia pesa namna namna. Redio zikua zikipata pesa kidogo kidogo na kuchangia kugharama fulani fulani wakati umemo ulikuwa unakuwa ile umemo wa kigrupe. Sasa leo umemo wa kigrupe unapungua, furaha hakuna, na vilevile inatokana tena ya kusema kwamba wale wale wale, wale maredio chachi ambao wamepata msaada ya kupata mapano eh, ama betri kuwazamini. Leo kwa leo hizo betri zinakufa, hizo pano zinapungua nguvu. Kwa jumla redio karibuni asilimia eh, sabini kama na, na tano eh, ya, ya percent, zinakuwa na shida za umeme na hiyo huu kukosa umeme inatoke, ina, ina, inatumana radio azitumiki kama vile ipasavyo. Tukasema kwanza, kunakuwa ingine shida, kunakuwa na hofu tangia shida ianze ya, ya vita. Tumegundua kuna kunakuwa na hofu kati ya wapashaji habari huwa e, kuna wapashaji habari wanapata mamessage katika telefoni zao za kuwanyanyasa za kuatia hofu na uoga na wengine walitishwa kwenye vituo kwenda kusamba, na imekutanisha kwamba wafanya kile chote kile kibaya kile, lakini wamewachia wa hofu na kuwaitisha kwenda kusamba ili <tutu> tukasema kwamba hiyo nayo ni tatizo, ni changamoto kati ya upashaji habari, na tunasema kwamba kuyo pointi ya kutisha jurnalisti.